Sasa upande wa mtesaji yuko makini sana, na mwamba alimsogerea, uakavuta kiti <coughs> ni nakoa shakula kibano cha maana sana, anatema cheche tu, anauliza umenikumbuka? Sasa unakumbuka kile kitu lichofanyaga miaka kumi na saba iliokwisha kupita jomba, kumbukumbu azimji hata kidogo sababu ile biashara uliofanyaga ni biashara kulipo kwao. Hakumbuki chochote, vitu vyote ulivyofanyaga ulifanya kwa ajili ya malipo tu, si ndo maanake? Na utaki kujua hata mimi ni nani eh? Nataka ujue tu. Akamchapa shoti kimtindo kwanza suataka ne... ujue zile ajali ambazo zilikuwa zina uhusiano, endapo zingekutokea wewe ungefanya nini? <tipen> nikamtia shoti bwana. <tipen> <tipen> Jamani, nakulia vibaya mno, naomba <tipen> <Zulai> tulia mwangu, tumalize kimya kimya. <tipen> <tipen> <tipen> Nitakupa pesa, hata kama unahitaji pesa. Sihitaji pesa yako, nichukua moyo wa binti yangu. Nakumbuka, ndio anakuja kukumbuka kwamba he, alichukaga moyo wa binti alimuaga binti wa mshikaji, yani mtoto wake. Akambia sasa umenikumbuka si ndo maanake e? Yeah, na tema chacha tu hapo yani ni mnyasa amenaswa akiiba nyama, ndo hivyo sasa. Akambia kila kitu ambacho mlibiaga kutoka kwangu, basi nami nitawaibieni na kukirudisha kwangu. Hakuna namna, ikavutwa mzigo. Mlichukua moyo wa binti yangu si ndo maanake taati za naliamwili wake uko wapi? hata ni kazike, anakuambia anaenda hapo fiitu. Kaenda wapi? msimamisha hapo, akawasha ule mzigo wa shoti, anaambia umetoa wapi huo mzigo? Akaambia mama yako ndo alionipa mzigo wa shoti. Sasa wananyata kusogea ile sehemu ambako baba yake na binti ametekwa na kuwekwa sehemu hiyo sasa kwamba mpumbavu nitakuwa au nisikilize? Anasema kwamba shamuua na wewe ndio ulinunua moyo wa uli mba mba binti yangu, akamtwanga teke. Sasa kile kishindo kilisikika, binti akawasha ile mzigo wa shoti. Lakini nilifanya tu kwa ajili ya kumsaidia binti yangu. Hata kama wewe ndio ungevaa viatu vyangu, ungefanya hivyo kumsaidia binti yako. Hmm? Mbona nisaidie niache niende bwana? Sina makosa mimi. Anataka kumaliza. Alikitwa shoti mzee. Jamaa alikuwa anaua mazima yani. Binti alikuwa ishafika na jamaa. Jamaako amezimia kimtindo hapo. Eh, anasikilizia hiyo um... shoti si mchezo. Binti aliona mtu akiamka ni hatari akamtwanga vilungu vingi vya kichwa. Piga vibaya mno. Acha bwana usijue kama muua. Acha tumsaidie babako kwanza. Nifungulie kwanza, nifungulie bana. Mzee anaomba kufunguliwa kwanza, maana sasa mjomba anaona jicho la kulengesha lengesha, anaona yaani mawenge mawenge, namna watu wale wanasepa e, bana. Saa kumi na moja na dakika ishirini jamaa yako anatumia ujumbe kwamba unatakiwa uondoke sehemu hiyo, si salama kabisa.